Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ndugu yangu mtazamaji kokote uliko duniani e, leo ninakuletea ndoto ambayo ni ndoto mbaya na si ndoto njema. Kama umewahi kuiota katika maisha yako, ima utakuja kuiota katika maisha yako, ndoto ya kuota nyoka Wako wengi wanaota ndoto ya kumwona nyoka katika usingizi, lakini kwa masikitiko na bahati mbaya wameshindwa kujua maana halisi ya ndoto hii kwa sababu ya uchache wa taaluma. Lakini ndoto ni maisha, inaweza ikatabiri mazuri yajayo, ima ikatabiri mabaya yajayo, lakini kadhalik, haya mabaya unaweza ukayadhibiti, ziko namna za kufanya, lakini kadhalika haya mazuri unaweza ukayavuta, lakini ziko namna za kufanya. Sasa haraka haraka niende kwenye mada husika. Ikiwa utamuota nyoka, basi fahamu ya kwamba unaonyeshwa katika usingizi kwamba una dalili ya ubaya unaopelekea maharibiko katika maisha yako kuvuruga malengo ya maisha yako, husulul muamalati wa maisha yako, yaani kila ulichokipanga kizuri chenye kheri na wewe chenye nema na wewe, basi kinakwenda kuharibika. Na haraka haraka fasili ya ndoto hii kwa undani zaidi. Sawa, kumwota nyoka, bishara yake ubaya. Huo umetoka sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni ndani ya familia yako. Sehemu ya pili ni katika jamii, ima kitongoji unachoishi, na sehemu ya tatu unaweza kuwa umetawaliwa na shayatini wa kijini ambaye anaitwa mahtatushini ama kaikamushini, ndiyo anakuharibia majambo yako, na ukilala unaota ndoto ya kumwona nyoka. Sawa, lakini vile vile kwa namna ya jambo litakavyokuwa lina, lina kusumbua ndani yake huwa kuna taaluma inafanywa ikiwa na jini ama na watu wabaya ambao nimewazungumza. Unaweza ukawekewa na GPRS, ndoto hiyo ndani yake inakuwa na GPRS. GPRS ni nini? Ni kitu kinachoitwa chale tochi. Kwa maana baada ya kufikwa na matatizo utatamani ujiangaikie, uweze kuondosha matatizo hayo na uwe mwenye kufanikiwa, lakini unaweza ukamaliza waganga ukamaliza dawa ukamaliza tiba na usiwe mwenye kufanikiwa, kwa sababu kila unachokifanya wabaya wanakiona. Namba zetu ni 0686 609485. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.